Naam, aliyekuwa naibu rais na kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua ametaka washukiwa waliohusika katika shambulizi kwenye Kanisa la ACK Witima kaunti ya Nyeri kushtakiwa mahakamani mara moja. Akizungumza wakati wa ibada ya Jumapili eneo la Zimmerman jijini Nairobi, Gachagua amesema wahusika wakiwemo maafisa wa polisi wanafahamika, ila bado hawaja fikishwa kwa afisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma kwa hatua zaidi. Amesisitiza kuwa majina yao yawasilishwe ili wafungwe jela ili kuwe, uh, ili kuwa funzo kwa wanaofanya mashambulizi katika maeneo ya kuabudu. Kufuatia matukio ya viongozi wa upinzani kushambuliwa wakati wakiabudu makanisani ya hivi juzi, ikiwa ni shambulizi katika kanisa la ACK Witima eneo la Uthaya, ambapo waumini wazee, kina mama na watoto walikabiliwa kwa vitoa wa machozi. <tune> Sasa kinara wa DCP Rigathi Gachagua ameweka wazi kwa siku ya Jumatatu, viongozi wa upinzani watakuwa kwenye afisi za Inspector General wa polisi Douglas Kanja kufuatilia kesi hii ambayo Gachagua anasema kuwa uchunguzi umechukua muda na kufikia sasa hakuna majibu yoyote kuhusu waliohusika katika shambulizi hilo. Kesho tutarudi kwa Inspector General of Police, tulikuwa huko two weeks ago tukitaka kujua nani alipiga kanisa na kwa nini hajashtakiwa. Tomorrow at 10 am all of us will go back kwa inspector general, atuambie wale walipiga kanisa ya Kristo wakaumiza kina mama na watoto kwa nini wajapelekwa kutini. We'll do that tomorrow. Haya yakijia baada ya, ya muungano wa upinzani kumkuta Kanja afisini mwake na kuripoti kuhusu vitisho na mashambulizi ambayo yamekuwa yakiwakumba viongozi wale, Gachagua akisema kuwa kesi yao imepuuzwa na idara ya polisi, kwani kufikia sasa washukiwa wangekuwa wamekamatwa, lakini tunaona there is reluctance to forward the file to the DPP washtakiwe. Niambie serikali until those people have been prosecuted the Church of Christ cannot forgive the government wapeleke hao watu waliumiza sisi kanisani kwa sababu hiyo maneno ya kanisani attacking a place of worship is a terrorist act and all those who attacked Witima Church and other churches are terrorists and they should face the law because that is the right thing to do Aidha, Gachagua ameonya dhidi ya kuzua vurumai kwenye maeneo ya kuabudu akisema kuwa hivi ni visa vya kiuhalifu na vinaenda kinyume na katiba ya Kenya ambayo inampa kila Mkenya uhuru wa kuabudu bila kuzuiwa na yeyote. We want to ask the government to respect the sanctity of places of worship. Ile vita tumeona kanisani hasa ya PCA we were attacked in PCA Mweki we were attacked in PCA Kariobangi we were attacked in ACK Wetima and that attack of Wetima reminds us of the 2007 attack on Kambai Church As government uchunguzi umemalizika na tunajua all the officers who attacked us in Wetima have been placed on the scene kwa memba of parliament walienda kukula chakula baada ya kupiga kanisa, inajulikana. Gachagua alizungumza haya kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa la PCEA Zimmerman eneo la Roysambu kaunti ya Nairobi. oh. oh. Meri Kialo, Undugu TV.